Mhashamu Askofu Jovitus Mwijage, askofu wa jimbo Katoliki la Bukoba. Mhashamu Askofu Almachius Rweyongeza, askofu wa jimbo Katoliki la Kayanga. Mhashamu Askofu Desiderius Rwoma, askofu mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba. Mhashamu Askofu Methodius Kilaini, askofu mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba. Mheshimiwa sana Vika Jenerali Padre Samweli mchunguzi, waheshimiwa mapadri, waheshimiwa watawa wa kike na wa kiume, waheshimiwa marabe mafurateli, waheshimiwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, karumna na kanyanyazi, tumsifu yes Yesu yeah Kristo. Omukama mulunji

Kitu. Kuna kitu naomba kuseme, kuna kitu tuseme tena, kuna kitu, kuna kitu. Mwambie jirani yako kuna kitu, kuna kitu waaya, kuna kitu. Wana methali inasema ekirizo kibakitali waiba kibakilio wabo kinachomfanya mwanamwali aliye macho atoe machozi, akiko kwa mume wake mtarajiwa, kiko nyumbani analia machozi, lakini anaendelea mbele. Analia, anachoi atoa machozi, anasonga mbele. Kuna kitu, kuna kitu, kuna kitu. Kitu kinachomsukuma namna hiyo ni tumaini ana matumaini kwamba atajenga mji, amjui mama mkwe tabia zake, lakini ana matumaini atajenga mji, ajui tabia za mawifi, lakini ana matumaini atajenga mji. Kuna kitu, kitu hicho ni matumaini. Nimekuja kuongelea matumaini. Kristu Kristu

Asante sana, asante sana. Kuna baba mmoja anaitwa John Delitro. Aliishi kale mshumshoni ya 4 na ya 5. Nyumba yake iliungua vibaya sana. Majirani Kuna ulejesho, mwaka wa jubilo ni mwaka wa ulejesho. <laughs> Sauti imerejeshwa sasa. <laughs> Nyumba ilipoungua majirani wakasikitika, wakasema pole sana, naona kila kitu kimeungua, pole sana. Ni kwa kiaya akasema, ebyange ngenda navyo, ebyange ngenda navyo. Alitaka kusema matumaini yangu naenda nayo, hakuna kilichoharibika, matumaini naenda nayo, nitajenga upya. Hayo ndo matumaini. Nataka kuongelea ikenga, kawazengo mwibagio atini ni nsimoro nda akoma ikengya, mbona umekawia machinjioni? Nitashukuru nikipata na sisi, ni kama ikengya mtakawia hapa nyakidoga, tutashukuru tukipata baraka kwa maombezi ya Bikira Maria. Matumaini ni kitu cha mwisho kubaki, hata mambo yote yakipotea. space ultima madea. Mtakatifu Agustino alisema, kwa matumaini tunapanda, kwa imani tunakuza, kwa upendo tunavuna. Maana tunapovuna tunagawana. Hapo kuna imani upendo na matumaini. Sasa ili kuyaelewa matumaini yaongelea tuyatazame kwa kumwangalia Bikira Maria mama wa mateso saba, ndipo unaweza kuyaelewa matumaini. Bikira Maria ni mama wa mateso, lakini ni mama wa matumaini pia. Naomba tuseme, mama wa mateso ni mama wa matumaini pia. Kuna wakati nilienda Bugando niliona bango limeandikwa, kuna bilioni ya matumaini Bugando. Kuna wagonjwa lakini kuna bilioni ya matumaini. Bikira Maria ni mama wa mateso saba, lakini ni mama wa bilioni ya matumaini. Makosuwa mama teso la kwanza hata kama umetaarifiwa mabaya, kuna taarifa ya pili. Hata kama umetaarifiwa mabaya, kuna taarifa ya pili. Neno la matumaini takalo litumia, kwa sababu Wagiriki ni watajiri kwa lugha, ni neno elpis. Elpis maana matumaini, lakini ina maana nyingi sana. Pale Simeoni alikuwa na matumaini ya kumwona Masia, na walikuwepo Ana na yeye anatarajia ukombozi wa Yerusalemu, walikuwa na matumaini. Saa ile ile akatokea Hana akamshukuru Mungu. Hapo kuna point kubwa, ukipata matatizo jaribu kushukuru. Mwambie jirani yako try thanksgiving, Kiingereza. <laughs> <utasema> kidogo <laughs> n yani, umejaribu yote, umepata matatizo, umeshajaribu kushukuru Ayubu sura ya kwanza mstari wa ishirini na moja Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake liiminiwe, litukuzwe. Jaribu kushukuru. Saa ile ile akatokea na kushukuru. Zamani batimbaye miguu yaisemi alimwambia nini Bikira Maria? Lakini na, nafikiri alimwambia yana mwisho, alimwambia nalo hilo litapita, alimwambia Mungu akikutuma sehemu yenye miiba na kupatia viatu imara, alimwambia kwamba Mungu si lazima uondoe mzigo, lakini anaweza kukupatia mabega imara. Sijui alimwambia nini. <laughs> Sasa matumaini kwa maana ya elpis yana maana matarajio chanya. Mwambie jirani yako matarajio chanya. Unabii wa Simeoni ilikuwa ni second annunciation. Ni kupashwa habari bikira Maria mara ya pili. Alipashwa habari mara ya kwanza kwamba tamzaa mkombozi, lakini mara ya pili kwamba uchungu ulio kama upanga utachoma moyo wake. Hiyo ilikuwa taarifa ya kwanza, lakini ngoja nikwambie kuna taarifa ya pili. Mwambie jirani yako, kuna taarifa ya pili. Taarifa ya pili inaweza ukachukua yoyote, lakini ngoja nichukue iliyotoka tarehe moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa hamsini siku ya Watakatifu Wote, saa tatu asubuhi, Papa Pius wa kumi na mbili alisema Bikira Maria alipalizwa mbinguni mwili na roho. Uchungu utakuchoma, taarifa ya kwanza. Taarifa ya pili, alipalizwa mbinguni. Makofi kwa mama. Taarifa ya pili itakuwa nzuri. Mmekuja kuiji na taarifa ya kwanza. Leo nawaambia kuna taarifa ya pili. Tuombe mwisho uwe na taarifa ya pili nzuri, za kubaibanzeza za maheleru gaishasha mtatafsiri huko. <coughs> Teso la pili itaenda rakaraka. Bikira Maria alikimbilia Misri na Yosefu na mtoto Yesu. Hata kama umekimbia kuna urejesho. Hata kama umekimbia kuna urejesho. Mwambie jirani yako tarejeshewa. Msukume sukume kidogo na mwambie utarejeshewa. Huyu aliyekimbia Misri, akukaa Misri, alirejeshewa akarudi nyumbani. Mwaka wa Jubileo ni mwaka wa urejesho. Leo nawaambia mtarejeshewa, kwa maombezi ya Bikira Maria mtarejeshewa. Kunaona harusi ya Kana palikuwa kuna urejesho. Divai iliisha, wakarejeshewa furaha <coughs> kamati ya vinywaji iliaibika, wakarejeshewa heshima <coughs> Alafu akarejeshewa hoteli mabarasi sita yamejaa. Mwaka wa jubileo ni mwaka wa urejesho. Tumekuja kumomba mama Maria yule aliyesema wana divai, atuombee turejeshewe heshima, turejeshewe upendo, turejeshewe imani, turejeshewe matumaini. Makofu kwa mama. Hapa neno elpis la matumaini la Kigiriki inamaanisha nguvu ya kudumu hii ni enduring perseverance. Yani ni uvumilivu, unavumilia, una walikimbia, kuna hofu, kuna jua kali, hali ya hewa si nzuri, sehemu wanazopitia si nzuri, wakakimbilia Misri. Palikuwapo na matumaini kuwa Mungu atawaongoza kusudi kurudi. Kuna kitu nakiita kumi ya tisini. Kumi ya tisini ni nini? linalokupata ni asilimia kumi unavyo ulipokea ni asilimia tisini. mm Hapa -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tunamuona Bikira Maria anateseka, akajiuliza, Kwa nini mama wa Yesu ateseka awe mkimbizi? Ninajibu, mawazo ya Mungu si mawazo yetu, njia za Mungu si njia zetu. Wahaya wana methali nasema, omwana anura nasharira Naomba tuseme mwana nura na sharira. Mwana nura na sharira. mtoto ni mtamu, mtoto ni mchungu. Alipozaliwa alikuwa mtamu, sasa wanakimbia ni mchungu. Mm -hmm. Asubuhi amezaliwa Bethlehem usiku usiku, lakini jioni yuko Kalvari. Maisha ina mzunguko, asubuhi jioni matamu machungu. Mtoto akipata division 1 ni mtamu, akipata division 0 ni mchungu mm. Kuna mtu aliniuliza, unazaje kutoa kama Mungu yupo? Akaona katoto kana tiara, akasema, nilikumbuka kukauliza katoto fulani, tiara mbona haionekani? Akasema ipo kwenye mawingu akasema je, ipo? Akasema ndiyo ipo. Nahisi mvuto na Mungu ingawa aonekani yupo, tunahisi mvuto wake. Ili nakitoka kuwa hapa ni kazi ya Mungu maujaji wamekuja hapa ni kazi ya Mungu. Mungu yupo, tunahisi mvuto wake. Makofi wa Mungu Yesu. La tatu kupotea kwa Yesu Kristu ekaroni taongea machache hapa. Hata kama umepoteza, usipoteze tumaini. Kwa kawaida, huwa tunapoteza. Naomba tusema atana gataronda, atana gataronda, asiyepoteza ukoti. Tumekuja hapa kupoteza masaa, tutaokota baraka, tutaokota neema, tutaokota eri Katika teso hili tunapata maana ya matumaini. Elpis ni tumaini lenye uvumilivu. Alimpoteza mtoto siku tatu. Siku tatu ni ishara ya kupotea. Msalabani masaa matatu ni ishara. Katika utume wake miaka mitatu ni ishara ya kupotea kaburini siku tatu, kwa sababu Wayahudi walikuwa wanahesabu hata nusu ya siku ni siku nzima. <laughs> Kwa hiyo tumaini ni amani ya moyo katikati ya vimbunga, alisema Mtakatifu Katarina wa Siena, katikati ya vimbunga kuna tumaini. Akutoa roho mkiro anayekuongoza usiku na mshukuru kukicha. Kwa hiyo baki na nanga ya matumaini, talilo Waebrania sura ya sita mstari wa kumi na tisa tunalo tumaini hili kama nanga ya roho zetu, yenye nguvu na imara, tumaini hili naingia hadi ndani ya pazia tumaini ni nanga yaani, nanga inasaidia mtumbwi kusimama, kuna mawimbi, lakini alikula chochote. Na sisi tumaini, yatakuja mawimbi, yatakuja shida, lakini tumaini ni nanga. Mm. Mm. Mungu yuko kazini, mwambie jirani yako Mungu yuko kazini. <laughs> Kuna mtu aliwahi kuniuliza akisema, Fadha Kamugisha waka, una tabasamu unafurahi, wewe una matatizo na changamoto Nasema nyingi mno, nyingi mno, nasema. Lakini kinacholitia moyo, Biblia inasema ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya pili. Biblia haisemi ikawa asubuhi ikawa jioni siku ikakaa. Teso la nne, Bikira Maria alikutana na Yesu kwenye njia ya kwenda Kalvari. Hata kama umekutana na msalaba endelea mbele. Hapa tuna maana ya tumaini. Linalo stahimili ekito mzairo mushensha ba mwana. Kinachomtia mzazi katika taabu na figisu, figisu, ni mtoto figisu figisu, ni mtoto. Naomba tuseme ekito mzairo mushensha ba mwana <laughs> Mtakatifu Bernard wa Crevo alisema Yesu na Maria walibeba msalaba mmoja, Yesu mwilini, Bikira Maria moyoni, ni msalaba mmoja. Kwa hiyo unakutana na msalaba. Msalaba ukiubeba vema utakubeba. Yesu alibeba vema msalaba ukambeba. Bikira Maria alibeba vema msalaba ukambeba. Ndio maana leo tuko tuko Nyakijoga alibeba vema msalaba, msalaba ukambeba. Makofi kwa mama wa uende. Wajibu wako kwa Mungu ni msalaba, ubebe vema utakubeba. Wajibu wako kwa uma ni msalaba, ubebe vema utakubeba. Wajibu wako katika familia ni msalaba, ubebe vema utakubeba. Kuna mwanaume alirudi nyumbani baada ya misa ya Jumapili. Mke wake alikuwa anahudhuria misa ya pili, alipofika akamuuliza misa ilikwaje? Bwana akasema lolote, akamnyanyua akampitisha sitting room, akampitisha jikoni, akamzungusha. Mwanamke akasema umenikumbusha siku tuliyofunga ndoa. Hivi padre amefundisha nini leo? Akasema padre ametufundisha tubebe misaraba yetu. <laughs> Nataka kusema Kituo cha pili cha njia ya msalaba. Mwenzi wa ndoa ni msalaba, lakini ni neema. Ni neema. Naomba tuimbe kidogo. Neema, neema, neema imefunuliwa. Neema kwa wazazi, neema imefunuliwa. Neema kwa mawifi, neema imefunuliwa. Neema kwa mama mkwe, neema imefunuliwa. Neema hmm. Papa Francis alisema tumaini sio kuepuka mateso bali ni nguvu inayotupeleka mbele hata katika kati ya machozi, kwa sababu tunajua Mungu hatatusahau. Kama huwezi kupaa, kimbia. Kama huwezi kukimbia, tembea. Kama huwezi kutembea, tambaa. Lakini chochote unachofanya, hakikisha unasonga mbele. Mwambie jirani yako, endelea mbele. Yeah, yeah, yeah. Wayahudi walipokuwa wanatoka Misri wanaenda nchi ya ahadi, wamefika karibu na bahari wakaanza kumlilia Musa. Mungu akamwambia waambie wasinililie waendelee mbele. Mbele kuna bahari, nyuma kuna jeshi na wafuata, lakini akasema aendelee mbele, kwa sababu Mungu anajua anachokifanya. Na mimi leo nakwambia endelea mbele. Una shida, endelea. Una mateso, endelea. makofi wa Mungu mateso. La tano, Bikira Maria alisimama chini ya msalaba. Hata kama umesimama msalabani, simama kwa upendo, simama kwa akili, simama kimya. Bikira Maria akusema mengi, alikaa kimya kusema mengi. Naomba tuseme hmm. Kama utasema nnambara lileti faraja, afadhali ukae kimi. Kama usemi neno mtukuza Mungu, afadhali ukae. Kuna wakati nilikuwa namuunguza mama mzazi, kabili kalikuwa juu, nikakutana na bwana mmoja akisema, fadha Kamgisha, naomba ninurie warau tatu. Kasema, samani, natafuta hera ya kulipa mbili. Semafadha Kamgisha, shida zaku zisalibu furaha <tuhum> sasa kama, kama, kama huwezi kumtia mtu mmoja <laughs> msalabani, kuna tumaini la wokovu. Elpis, maana ya tumaini la wokovu. Papa Benedikto 16 alisema Maria alisimama chini ya msalaba si kwa maumivu tu bali kwa tumaini. Alisimama chini ya msalaba kwa tumaini. Tumaini lipo msalaba. Hii ni methali ya Walatini wa Rumi, spes in cruce, tumaini lipo msalabani. Naomba tuseme tumaini liko msalabani. Kuna huyu mtu aliigiza ile tamthilia ya the passion, mateso wa Bwana wetu Yesu Kristo, anaitwa Anton Lang, ni wa Ujerumani, lakini mfanyabiashara alienda kumwona na kupigwa naye picha, akaenda kwenye msalaba aliyotumia kuigiza Alipomnyanyua akashindwa kumnyanyua, akamuuliza, kwa nini umeigiza na msalaba mzito namna hii? Akasema, nilitaka kuhisi alichokihisi Yesu Kristo. nilitaka kuhisi alichokihisi Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ndio inaitwa empathy. Empathy, unaingia kwenye viatu vya mtu unasema, kama angekuwa ni mimi. Ninaomba katika maisha tuingie kwenye viatu vya watu wanaoteseka. Pale msalabani palikuwa na watazamaji wa aina tatu spectators. Kundi la kwanza, spectators in pain, yani watazamaji wenye maumivu. Mwizi mmoja Dismas, nakutana katika mapokeo ya kanisa na mwizi mwingine Gestas, ni watazamaji lakini wana maumivu. Kundi la pili ilikuwa ni wapita njia, ni watazamaji wenye kutojali, spectators with indifference Spectators with hapasi yani, wanapita wajali eh. kama ni wana wa Mungu shuka, sio kuamini, hawajali kabisa, ni kama wapita njia, wanapita kwako eh, alijenga nyumba kubwa itamshinda eh. Wapita njia wana maneno, lakini walikuwepo na spectators with love, watazamaji wenye upendo. Bikira Maria alikuwepo. Yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu alikuwepo. Maria Magdalena alikuwepo, na Maria mwingine alikuwepo. Yaani ni siku ya wakendanao aya yynnye makofi kwa Mungu. <clears throat> Unaposimama chini ya mgonjwa, jaribu kuingia kwenye viatu vyake mwenye shida, jaribu kuhisi uchungu. Sita naelekea kumaliza. Bikira Maria alibeba maiti ya mwanawe ni kushushwa kwa Yesu kutoka msalabani. Hata kama umebeba uchungu, dumisha imani. Elpis hapa inamaanisha ni tumaini linalotuliza, comforting hope. Marafiki walimtuliza Bikira Maria. Naomba tusikate tamaa na tuwe marafiki wa kutuliza watu wengine duniani. Kuna changamoto, duniani kuna shida. Kama uwezi kumtuliza mtu, afadhali umwache watu wanahitaji faraja. Ukisikia watu wanajiua wengine, ni kwa sababu wamekata tamaa. Ninaomba katika maisha tutulize watu. Tuna picha inaitwa Pieta, maana yake huruma, ilichorwa na mchoraji msanii mzuri sana, amemshikilia mtoto wake. Unapoteseka dumisha imani. Bikira Maria alidumisha imani kwa Mungu. ebi niniyo

Dini ni njia asiyepitia, katika njia hiyo hawezi kufika. Matumaini ni zawadi ya Pasaka. Yesu alifufuka, alipomshika hivi alitumaini kadiri ya utabiri wake kwamba huenda mtoto wake atafuka na zawadi kubwa ya Pasaka ni matumaini, matumaini yanayotufanya tuwe na imani kwa Mungu katika ushindi wake. Eh, ya saba na ya mwisho alimzika mtoto, mtoto wake kwa Kiruga tunasema akazikamwana wekimo imo yashika omkayetuekire mpungu. Hata kama umezika dumisha matumaini, kama umezika dumisha hapa matumaini. Namaanisha tumaini lenye uvumilivu. Kifo siyo nukta, ni alama ya mkato. Maisha yanaendelea, hata kama umezika endelea kumwombea yule aliaga dunia. Mtu akiaga dunia ni kama meli natoka Bukoba inaenda Mwanza, sisi tuloko Bukoba tunasema meli imeenda, walioko Mwanza wanasema meli imeingia. Lakini meli inapita Kemondo, roho ya mtu anaweza kapita tuarani na kule Kemondo, inategemea mzigo ulivyo, usiku kwa za usiku, kwa hiyo kukatwa <laughs> inategemea mzigo ulivyo, ndivyo tumwombea aliaga dunia, kama alikuwa na vitu vidogo vidogo, Mungu amsamee. Kuna makosa madogo madogo kwa kia ya tunaita bukonja kunjo, naomba tuseme bukonja kunjo, yaani mtu anakusali mtu msefi Yesu Kristo amina ya <coughs> <Ani> kana kwamba mmekumbana <coughs> <coughs> yu <Yonjiwa> ndio bukonjo kunjo <coughs> dhambi ndogo ndogo, <coughs> umumbe umuombe, na ukipita kwenye kaburi lake muombe raha ya milele, umwangazie, apumzike. Raha ya milele umpe Bwana. Na Mungu amele muangazie apumzike kwa amani. Hii sala tuombee walio aga dunia, sio walio hai. Miaka mitatu iliyopita niliugua baya sana, nikawa natetemeka saa sita, nikamwamsha padri mzee yuko na kaa naye, kasema nipeleke Katumbuti, akasema Father, siwezi kaendesha, sioni, na ni kweli alikuwa aona. Nikasema ndio, ingie kwenye gari twende, ingawa natetemeka e, na wafanyakazi wangu wote wa parokia wakasema Father, tunaenda na wewe. Basi tukaenda Katumbuti saa sita za usiku. Wakaanza kuniombea rosari, lakini mfanya kazi moja alikuwa ananishangaza. Wakimaliza hivi tendo ndio anaongeza sala nyingine, raha ya milele umpe Bwana na mwangu wa milele Bwana. Mfanya kazi wengine Mungu ana <laughs> Maria alibaki kaburini macho akimwaga machozi lakini moyo wake ulikuwa umetengwa kwa Mungu. Alijua kwamba mtoto wake asingebaki kaburini. Mateo ya Mtakatifu Alfonso wa Ligori. Sasa jiwe liliviringishwa. Angalia, wanawake wanapoenda kwa matumaini wakajiuliza, nani ataliondoa jiwe wanajiuliza lakini, wanaenda mbele kwa sababu wana matumaini. Nani ataliondoa jiwe? Wanaenda mbele, naomba tuwapigie makofi wakina mama wa matumaini. Wanaenda mbele wakakuta jiwe limeviringishwa, nayo naweza nikwambie jiwe la hofu litaviringishwa, jiwe la kukata tamaa litaviringishwa

amaiko litaviri ngishwa mamba yagarisha, mpaka Mungu aseme yameisha. Tumsifu Yesu Kristo.